La kupata lango la kuingia watalii wa ndani na nje kwenda hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo. Serikali ya kijiji cha Kaunda waliwasilisha ombi kwa uongozi wa hifadhi. Je, kuna lipi la kusema endapo tachaguliwa kuwa diwani wa kata hiyo ya Katwe? Kwanza, mimi mimi, na hakika ukiingilia swala sasa la mahusiano kati ya kata ya Katwe sasa, hususan kijiji cha Kaunda ambacho wanazunguka ni kati ya vijiji vilivyoko ufukweni wa Ziwa ambako hifadhi ya Rubondo inapita, unganisha serikali ya kijiji cha Kaunda kama majirani wa Rubondo. Mpaka sasa hivi tunapozungumza na wewe, waliisha enda Rubondo, na Rubondo ni rafiki zetu wa kweli kweli. Tumeamua Rubondo iwe marafiki zetu wa kweli tumeibua na wamekuja hapa mpaka wakaangalia, mimi nikafanya nika, miundo mbinu ambayo inawezekana kuonyesha mahusiano kati ya viongozi wa kijiji cha Kaunda ambako wanazunguka Rubondo, mpaka wakaenda kule kwa utalii. Walipoenda mwenyekiti wa serikali ya kijiji na uongozi wake wa serikali, walienda wakaomba kitu muhimu, angalau tupate lango la watalii kupitia kijiji cha Kaunda kwenda kule, sana uongozi wa Rubondo walivyowapokea na walivyo watembeza mule na serikali ikaomba hilo kwa sababu walisema eneo lipo, yakate kwa ujumla, hata Katwe, maana pia inazunguka ziwa. Baada ya hapo, tuendelee kudumisha mahusiano na Rubondo, waendelee kutusaidia, wasaidie jamii. Na kwa taarifa ni kwamba tumeisha weka andiko letu, kwamba Rubondo tumesha weka andiko na wamelipitia kwanza, ikiwezekana kama litapitiwa Watakuja kutusaidia miundombinu ya kujenga shule ya vyumba vya madarasa na miundombinu shule ya msingi mpya Mlimani. Kwa hiyo mimi kama hii ni fursa, Rubondo hifadhi ya Rubondo, sisi ni ndugu zetu, tunawapenda na wanatupenda, wametupa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo mimi kama diwani nitakuwa mbele kushirikiana na uongozi wa serikali ya kijiji cha Kaunda. Ilipo serikali ya kijiji cha Kaunda nipo. Ilipo serikali ya kijiji cha Katwe nipo. Alipo Rubondo nipo. Na Rubondo hawana ubaguzi. Hifadhi nyingine labda wanataka tu watalii watoke nje. Rubondo wameonyesha ari nzuri sana kusaidia, yaani watalii wa ndani, na sasa viongozi wa serikali za vijiji kama mahali yao kwenda kujifunza Rubondo. Ninawapa hongera sana na hata hifadhi nyingine na watu wengine ambao wanafanya hivi wajifunze kutoka Rubondo kwa hili ambalo wamelifanya ndani ya kijiji cha Kaunda, hasa hasa ndani ya kata ya Katwe. Kwa hiyo tunapo, wanapo tunapoweka hapa rango, tunapata tena, ma, tunapata tena mapato. Mapato hayo so sio ya kijiji cha Kaunda tu, ni mapato ya mkoa wa Mwanza, ni mapato ya halmashauri ya, ya Buchosa na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu fedha inayoingizwa ya utalii inaenea pote kufanya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo mimi nitahakikisha kwamba Rubondo serikali ya kijiji chetu wanaungana na Rubondo bila wasiwasi wasi.